allahuma barik ala Muhamadin waala ali Muhamad kama barakta ala Ibrahima waala ali Ibrahima, Ibrahima fi lalamina inaka hamidu majid. Amma baadu, wapenzi watazamaji wa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo kwa sababu tumeingia ndani ya mwezi wa Shaaban tumeendelea, tuzungumze baadhi ya mambo ambayo yapo ndani ya, ya mwezi huu wa Shaaban. Na mwezi wa Shaaban e, umekuja si katika miezi mitukufu, si katika miezi mitukufu Allah subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika kitabu chake kitukufu, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahri fi kitabillah

akatutajia akituambia kwamba kuna miezi mitatu imefuatana, ambayo ni mwezi wa Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram, mfungo pili, mfungo tatu na mfungo nne, na mwezi wa Rajab ambao tumeomaliza hivi karibuni. Hii ni miezi miezi mitukufu tokea kuumbwa mbingu na ardhi, na tuna mwezi mtukufu ambao utukufu wake hasa umedhihiri katika umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni mwezi wa Ramadhani. sasa uliona kwamba tunaizungumzia Rajab, tunaizungumzia Shaaban. Ingawa Shaaban si katika miezi mitukufu, lakini ina vitu muhimu sana ambavyo vinapatikana ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Miongoni mwa haya ni kwamba maarufu sana kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa na utaratibu, anafunga halafu anaacha kufunga, funga za suna, anafunga anaacha kufunga na hakuna mwezi ambao alikuwa akifunga zaidi kama hadithi sahihi zilivyokuja kama alivyokuwa akifunga ndani ya mwezi wa Shaaban. Kufunga kwake ndani ya mwezi wa Shaaban kulikuwa ni kukubwa kuliko mwezi mwingine wote ukiacha mwezi wa Ramadhani, mpaka masahaba rizwanullahi alaihim wakataka kupata maelezo zaidi kutoka kwa mwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwemo sahaba mtukufu Uh, Usama bin Zaidi radiallahu anhu ambaye alizungumza na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba tumekuona kwamba katika mwezi huu wa Shaaban unafunga sana. Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema kwamba mwezi huu yaghfulu anhu nnas, watu huwa wanaghafilika nao, baina Rajab wa Ramadhani. Huu mwezi upo katika miezi mitukufu upo kati ya mwezi wa Rajab ambao ni mwezi mtukufu tokea kuungwa ulimwengu, na upo kati yake mwezi wa Shabani ambao ni mwezi mtukufu katika umma huu wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sasa mwezi huu wanaghafirika sana watu, na mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka kuwa awe miongoni mwa watu wenye kughafirika. Kwa hiyo akawa anautumia sana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufunga katika mwezi huu, lakini mwezi huu wa Shabani, mwezi huu wa Shabani ni mwezi ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alituambia kwamba kwamba turfa al amali ila rabbil alamin, matendo ya waja huwa yanyanyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa taala. Mwezi huu wa shabani ni mwezi ambao matendo ya waja hunyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa taala. Matendo haya tunayoyafanya yanawekwa katika, leo hii tunasema kwamba katika mafaili saitiha. So, leo tunaweza kusema kwamba main na kuna upi, upitiaji wa matendo haya ambao hufanyika kila siku. Kuna upitiaji wa matendo ya waja wa kila siku. Kuna malaika ambao wanaishi na sisi wanachukua taarifa zetu na kuziwasilisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa huwa wanakutana wanabadilishana zamu kwetu sisi katika sala za lasiri na sala za alfajiri na wanapochukua wanapokuja, Allah Subhanahu wa Ta'ala huwauliza, hali ya kuwa wanajua, anajua, mmemwaacha vipi waja wangu? Hawa malaika husema kwamba tumewaacha wana, tumewakuta wanasali na tumewaacha wanasali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huambia kwamba, shuhudieni kwamba hao nimewasamehe madhambi yao. Sasa hili ni tukio linatokea kila siku kati ya sala ya alfajiri na wakati wa sala ya alasiri lakini kuna lile sasa tukio la wiki ambapo siku za Alhamisi na baadhi ya riwaya zinaonyesha pia Jumatatu, kwamba ni kipindi ambacho ni siku ambacho matendo ya waja huangaliwa kwa wiki. Matendo yetu tuliyofanya kwa wiki yanaangaliwa katika masiku haya, na Allah subhanahu wataala huwasamehe watu anapoangalia, akikuta kwamba mtu

au yule ambaye atakuwa kati yake yeye na ndugu yake wana gogoro, wana ugomvi, wana chuki. Huyu ambaye ana chuki na wenzake e, basi huyu huwa hasamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala. Huagiza akisema kwamba waacheni hawa hata yassaliha, mpaka watakapopatana. Kwa hiyo, watu, iwapo kwamba wewe ndani ya wiki una ugomvi na mgogoro na ndugu yako, una chuki unafundwa na ndugu yako, hupati msamaha wa Allah kwa sababu ya gogoro lako na chuki zako. Sasa ndani ya mwaka vile vile kuna mwezi huu wa Shaabani ni kipindi ambacho Allah subhanahu wa taala hunyanyuliwa matendo yetu kwa mwaka ya mwaka mzima, na Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema kwamba yanaponyanyuliwa matendo haya kwa Allah subhanahu wa taala, basi Allah subhanahu wa taala huwasamehe waja wake isipokuwa almushrik walmushahin mtu ambaye anayemshirikisha Allah subhanahu wataala na yule ambaye ana bugdha na chuki na ndugu zake. Sasa watu hawa nao hawa na wenye magogoro hawa wanashindwa kupata msamaha. Kwa hiyo ndani ya mwezi wa Shabani ni kipindi ambacho Allah subhanahu wataala hutoa msamaha kwa, kwa waja wake na mwezi wa Shaabani pamoja na haya lakini, tukija tukirudi, katika historia tunakuta kwamba kuna baadhi ya matukio muhimu sana katika Uislamu yametokea ndani ya mwezi wa Shaaban. Miongoni mwa matukio haya matukio haya ya mwezi wa Shaaban ni tukio la kubadilishwa qibla. Kubadilishwa qibla, tunaelewa kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa yupo Maka alikuwa anaposali akielekea al-Kaaba, na no wakati huo huo akaelekea Baitul Maqdis, ambacho kilikuwa ni kibla cha manabii waliokuwa kabla yake

walikwenda wakapewa taarifa wakiwa ndani ya sala kwamba kibla kimebadilika, na masahaba ridhwanullahi alaihim, wakageuka kutoka kibla walichokuwa wameelekea Baitul Maqdis na wakageukia sasa, wakati huo huo ndani ya sala hiyo hiyo wakaelekea Baitullah Alharam. Na hawa masahaba ridhwanullahi alayhim wataonyesha namna gani ndani ya mwezi huu wa Shaabani walivyokuwa na hima ya kutii maelekezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maelekezo kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini ndani ya mwezi huu mwezi huu wa Shaabani vile vile kulifaradhishwa funga, tulifaradhishwa funga. Eh, wanawazuoni wanatofautiana kwamba je, funga ya Ashura kabla ya kufaradhisha Ramadhani ilikuwa ni faradhi au ilikuwa ni sunna? Kwa sababu bwana mtume salallahu alehi wasalama alipokuwa Maka aliwakuta watu wanafunga Ashura, ile mwezi kumi mfungo nne, alikuta wanafunga akafunga bwana mtume salallahu alehi wasalama Maka alipofika Madina lakini watu wa Makka walikuwa hawana maelezo ya kutosha kuhusiana na kwa nini wanafunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina akawakuta si tu Waarabu bali mpaka Mayahudi, akawakuta kwamba wanafunga, wanafunga siku hii ya Ashura hasa, mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mayahudi na ahlul kitab ni watu ambao wana mapokezi Akawaelekea na akawauliza, kwa nini nyinyi mnafunga ashura? Mayahudi wakamweleza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hii ni siku tukufu, ni siku ambayo anjallahu Musa wa man maahu wa ahlaka firauna wa man maahu, kwamba hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwokoa Musa na wale waliokuwa pamoja naye bani Israili na ni siku ambayo alimwangamiza Firauna pamoja na wale waliowaungaji um, mkono wake. Aliwaangamiza, alipoangamiza basi, Musa fasama Musa wasama banu Israil, Musa akafunga na banu Israil wakafunga. Kwa hiyo funga hii ikawa inafungwa na, na bwana mtume sallallahu alaihi wasalama, baada ya maelezo haya akasema kwamba nahnu aula bi Musa minkum, sisi tuna ukaribu zaidi na Musa kuliko nyinyi, kwa sababu nyinyi mnatafuta vya kufanya kwa, kwa katika yale aliyofanya Musa, lakini sisi aliyofanya Musa tuko nayo kulingana, tokea kwenye imani mpaka utendaji. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kufunga na akaamrisha watu kufunga, na ndio maana tunasema kwamba baadhi ya, ya, ya wanazuoni wakaona kwamba amri hili ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuamrisha watu kufunga ilikuwa ni ya lazima. Kwa hiyo baada ya hapo lakini ikaja ikafaradhishwa funga ya Ramadhani. Funga ya Ramadhani ikafaradhishwa ndani ya mwezi wa Shaabani, na ilipofaradhishwa Ramadhani sasa, makubaliano anazoona wanasema kwamba ikawa sasa funga ya ashura imebaki kwamba ni nini? ni nini? Ni sunna kama ilikuwa ni suna kabla ikaendelea kuwa ni suna, lakini wanaona kwamba ilikuwa ni faradhi, sasa ikabakia ni suna. Kwa hiyo funga hii ya Ramadhani ikafaradhisha ndani ya mwezi huu, mwezi huu wa Shaaban. Kwa hiyo mara tu baada ya kufaradhisha ikaingia Ramadhani na wajibu wa kufunga ukawa sasa ume, umesimama. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani, wa Shaaban ni mwezi ambao ndani yake kumefaradhisha funga ambayo muda si mrefu tutafanya nini? Tutaingia na Allah subhanahu wa taala anatuambia

ndani ya mwezi huu, mwezi huu wa Shaabani. Kwa hiyo mwezi wa Shaabani tunasema kwamba pamoja na yote haya, lakini ni maandalizi ya kuelekea mwezi wa Ramadhani, maandalizi ya kuelekea mwezi wa Ramadhani. Mwezi huu wa Shaabani ndiyo maandalizi yake, na kwa hiyo wale ambao watakuwa tutakuwa Tumemgeza bwana mtume sallallahu alaihi wasallama tukafanya ibada mbalimbali ikiwemo mbali, ibada ya kufunga. Kwa hiyo tutakuja kujikuta kwamba funga yetu katika mwezi wa ramadhani ina uwepesi kupindukia, kwa sababu tulishaifanyia mazoezi. Tunaona kwamba kila mtu anayetaka kufanya jambo lenye hima basi huanza kufanya nini? Mazoezi juu ya jambo, jambo lile. Kwa hiyo mwezi wa Shaabani mwezi uliofaradhisha funga na ni mwezi wa kujiandaa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya funga fu ya, ya Ramadhani. Lakini situfunga tu, tunakuta kwamba walioishi na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba na tabiina baadaye, walioishi na masahaba nao walikuwa kwamba kipindi hichi cha Shaabani walikifanya kwamba ni maandalizi. Ndio maana baadhi yao walikuwa akisema kwamba mwezi huu wa Shaabani ni mwezi wa Qur'ani. Mwezi wa Shaabani ni mwezi wa Qur'an. Na walikuwa kipindi hichi wakiweza wakiweka mwezi wa Shaabani kwamba ni kipindi cha kutumia muda mwingi sana katika kuisoma, kuisoma Qur'an, bali baadhi ya masahaba na baadhi ya tabiina, na walikuwa ambao kwamba walikuwa wanawajibikiwa na zaka zaka zao, pia walikuwa wakizitekeleza ndani ya mwezi wa Shaaban ili si tu kwamba kutekeleza wajibu lakini vile vile iwe ni sababu ya kuwasaidia watu hasa katika kipindi ambacho watakuwa katika mfungo wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao una mengi sana, ambayo tukiyafuatilia na tukayatekeleza itatuweka katika hali iliyokuwa bora zaidi ya kuingia katika mwezi wa Ramadhani. Kwayo inaihusia nafsi yangu na wakuhusia ndugu zangu, watazamaji wenzangu, watazamaji wetu wa Wanazoni TV Tutumie vizuri fursa hii tujiweke vizuri ili tuingie, tutumie vizuri mwezi wa Shaabani utuandae kutuwekea mazingira ambayo yatatufanya kwamba tuingie ndani ya mwezi wa Ramadhani tukiwa katika hali inayotuepeshisha sisi, sisi kuweza kufika kwenye uchamungu. Mpaka tutakapokutana tena, ni ndugu yenu Ibrahim Ghulam nakuageni kwa kusema subhanakallahumma hamdika ash-hadu an la ilaha illa anta nasafiruka wa natubu ilaika.